Hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Allah ambaye ameumba ardhi na mbingu zilizo juu. Ar arrahman, Ar mwingi wa rehema, aliyestawi juu ya kiti cha enzi

na kilichofichikana zaidi kuliko siri. Allah, Allah, la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah hapana Mungu isipokuwa yeye, yeye ana majina mazuri kabisa. wa hal ataka hadithu Musa, na je imekufikia habari ya Musa? idh raa naran faqal li ahlihim kuthu inni anastu nara laali atikum minha biqabasin au ajidu ala nnari huda, alipouona moto akawaambia watu wake, ngojeni, mimi nimeuona moto, huenda nikakuleteeni kijinga kutoka katika huo moto au nikapata uongofu kwenye moto. falamma ataha nudiya ya Musa nudiya ya Musa basi alipoufikia akaitwa, ewe Musa inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa, hakika mimi ndiye Mola wako Mlezi, basi vua viatu vyako wani upo katika bonde takatifu la Tua. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, nami nimekuteua wewe, basi sikiliza unayofunuliwa. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri, hakika mimi ndiye Allah hapana Mungu ila mimi tu, basi niabudu mimi na ushike sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, hakika saa kiyama kitakuja bila shaka, nimekaribia kwa kificha, ili kila nafsi ilipwe kwa iliyoyafanya fala yasudannaka anha man la yuminu biha wattabaa hawahu fatardaa, hivyo asikukengeushe nacho kiama yule ambaye hakiamini na akafuata matamanio yake kukaja kuangamia. wama tilka biyaminika ya Musa, na nini hicho kilichomo katika mkono wako wa kulia ewe Musa qala hiya hya asaya atwak liha wahushu wa biha la ghanami wliya fiha maaribu uhra, akasema hii ni fimbo yangu na iegemea na inawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu tene na nifaa kwa matumizi mengine. qala alqiha ya Musa, Allah akasema basi iangushe ewe Musa. Falqaha fa fidha hya hayatn tsa, akaitupa mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Qala khodha wla thaf sanuiduha siratha lula asema, ikamate wala usiogope tutairudisha hali yake ya kwanza. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri suin ayatan ukhra, na ukumbatie mkono wako kwenye ubavu wako utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote, hiyo ni ishara nyingine. Linuriyaka min ayatina alkubra, ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Idhhab ila fir'auna innahu Nenda kwa Firauni kwani hakika yeye amepindukia mipaka. qala rabbi shrah li sadri Musa akasema ewe mola wangu mlezi nikunjulie kifua wa changu. Wayassir li amri na uifanye kazi yangu kuwa nyepesi. wahlul uqdatan min lisani, na ulifungue ifundo lililo katika ulimi wangu yafqahu qawli wapate kufahamu maneno yangu. waj'alni waziran min ahli <laughs> na nipe waziri katika watu wangu. Harun akhi Harun <laughs> ndugu yangu usdud bi azri, kwake yeye niongeze nguvu zangu. wa ashrikhu fi amri, na umshirikishe katika kazi yangu kay nusabbihaka kathira ili tukutakase sana, wa nadhkuruka kathira, na tukukumbuke sana, innaka kunta bina basira, hakika wewe unatuona. Qala qad utita sulaka ya Musa, akasema hakika umepewa maombi yako ewe Musa. Walaqad mananna alayka maratan ukhra, na hakika tulikwisha kufanyia hisani mara nyingine. Idh awhayna ila ummika ma yuha, pale tulipomfunulia mama yako yaliyofunuliwa

na nimekutilia mapenzi yanayotoka kwangu na ili ulelewe machoni mwangu. idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh farajaanaka ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzan, dada yako alipokwenda na akasema, je nikujulisheni mtu wa kuweza kumlea? Basi tukakurejesha kwa mama yako ili macho yake yaburulike wala asihuzunike. waqatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wafatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma jita ala qadri ya Musa, na ulimuua mtu nasi tukakuokoa katika dhiki na tukakujaribu kwa majaribio mengi, ukakaa miaka kwa watu wa Madyana kisha ukaja kama ilivyokadiriwa ewe Musa. Wastana'tuka linafsi na, nimekuteua kwa ajili ya nafsi yangu. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri, nenda wewe na ndugu yako pamoja na ishara zangu, wala msichoke kunikumbuka. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, nendeni kwa Firauni, hakika yeye amepindukia mipaka faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Qala rabbana inna nakhafu an yafruta alayna au an yata wakasema, ewe mola wetu mlezi, hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu, au kufanya jeuri. qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara, akasema: msiogope, hakika mimi nipo pamoja nanyi, nasikia

sisi tumekuletea ish... tumekulete ishara itokayo kwa Mola wako mlezi na amani itakuwa juu ya aliyefuata uongofu. Inna qad uhiya ilayna anna al'adhabu ala man kadhaba wa tawalla, hakika tumefunuliwa sisi kwamba hapana shaka adhabu itamsibu anayekadhibisha na akapuuza. qala fa man rabbukuma ya musa, Firauni akasema basi Mola wenu mlezi ni nani ewe Musa? qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalaqahu thumma hada, akasema Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu umbo lake kisha akakiongoza. qala fa ma balu alquruni alula, akasema nini hali ya karne ya kwanza Ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa, akasema elimu yake iko kwa mola wangu mlezi katika kitabu mola wangu mlezi

na ameteremsha kutoka mawinguni mvua akatoa kwa mvua hiyo aina tofauti za mimea. kulu warau an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnuha, kuleni na mchunge wanyama wenu, hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye akili.